Majamaa, mimi ndio ni bulana, sasa yeah. Kwa kwa Kenya kila mtu amekasirika hadi waheshimiwa na MP pia wamejam. Sasa huko, unapata msee tupeleke barabara

Kama unipendi peleka kwa Ruto. Kama upendi maisha yangu peleka kwa Ruto. Kama aupendi mavazi zangu peleka kwa Ruto. Kama upendi vitu vyenye na post peleka kwa Ruto, takataka. Kama unipendi, peleka kwa... Kwa Ruto. Yeah. Nani akuna flash disk anisaidie? Kuna video fulani. Nata kupeleka pale State House. Nilitumwa. Nipeleke landlord anaitwa Ruto. So nataka kuingiza kwa bahasha, niandike jina yake hapo nje. Niache kwa gate wampatia. So chezeni kama ne ihe Idara ya polisi inamtafuta dereva wa mbunge wa Kibra Peter Orero baada ya wawili hao kunaswa kwenye video wakikiuka sheria za barabarani na kuwakosea heshima waendeshaji magari wengine kwenye kisa ambacho kimezua hasira mitandaoni. Mbuge huyo anasikika akimwagiza alikuwa akirekodi kanda hiyo kuipeleka kwa rai. <laughs>

They don't know what is is media. Media is very powerful. Ni sekunde ishirini na sita ambazo zimezua mjadala mpya kuhusu uvunjaji wa sheria za barabarani. Nani akuna flash disk anisaidie? Kuna video fulani natakupeleka pale State House, nilitumwa. Nipelekee Landlord, anaitwa Ruto. So, nataka kuingiza kwa bahasha niandike jina yake hapo nje che... Hey, Wakenya amkeni wa... <laughs> <Tumeitwa takataka. laughs> Peleka kwa Ruto sawa, nitapeleka kwa Ruto, yeah. Hmm. So viongozi wa takataka wakiwa wamepanda gari zao za takataka wanapitia wrong side ya takataka, na ukiuliza kwanini wanapitia kwa wrong side ya takataka wanakuita takataka, na wanakuambia uende waambie rais. Na kwa hivyo kama we ni mwananchi na kama mwananchi ni takataka, wananchi ni takataka, peleka kwa Ruto, peleka kwa Ruto. Takataka, unatuona kama matako yako. Kijana, nimekurekodi ukinyamba kwa darasa so nipeleke Ruto video ukinyamba. Jesu, yani unaniita takataka peleka takataka uko bwana. <laughs>